Amekizungumza CEO wa klabu yetu leo, ametuambia kwamba Young Africans tunakuja na project inayoitwa Yanga Soccer School, tunakuja na project kwa ajili ya maendeleo ya mpira wa vijana hapa Tanzania, na projekti hii ni kama shule, ndio maana imeitwa Yanga Soccer School. La kwanza, kwa nini Young Africans imeanzisha Yanga Soccer School? Sio hapa. Ametupa takwimu sensa ya mwisho ambayo ilifanyika hapa Tanzania ambayo ilionyesha watoto kutoka umri wa sifuri mpaka 14 na ni watoto zaidi ya milioni 26 ambao wako ndani ya mipaka ya Tanzania na katika watoto hawa wako watoto ambao wamebeba ndoto za kuwa wacheza mpira. Katika watoto hawa, wako wazazi ambao wanahangaika usiku na mchana kuhakikisha watoto wao wanatimiza ndoto kubwa za kuwa wachezaji wakubwa wa mchezo wa mpira. Tunafahamu wote, sasa hivi mchezo wa mpira wa miguu sio tena mchezo wa kujifurahisha football sasa hivi ni kazi na ni kazi inayolipa vizuri. Namwona bwana mdogo Lamini Yamal akiwa na miaka kumi na sita, kumi na saba, ameshakuwa mchezaji mkubwa duniani, ameshakuwa mchezaji anayelipwa vizuri duniani, ameshakuwa mchezaji ambaye amebeba ndoto za familia yake za kimaisha, ni kupitia football. Kuangalia Lamine Yamal amepata misingi mizuri kutokea chini mpaka sasa hivi kwenye age ya miaka kumi na sita ameweza kuishangaza dunia. Na sisi Yanga African Sports Club kama taasisi kubwa ya kimpira hapa Tanzania, kama taasisi ambayo ina heshima kubwa nje ya mipaka ya Tanzania, tumeona ni wajibu wetu sasa kurudi chini na kuja kusaidia ndoto za wazazi kutimia na ndoto za vijana hawa kucheza mpira katika njia sahihi. Kunaweza kuwa na vituo vingi, lakini Yanga Soccer School inakupa njia sahihi, wewe kama mtoto kufikia kariera yako ya kwenda kuwa kwenye professional bola, kuwa mchezaji wa soka la kulipwa, njia sahihi. Ndio maana ukiangalia hapa, sio amegawa hizi umri uh, katika maeneo matatu. Kwa Yanga soka school itakuwa na maeneo matatu kwenye umri: kuna watoto chini ya miaka kumi na moja, kuna watoto chini ya miaka kumi na tatu na kuna watoto chini ya miaka kumi kumina na tano. Ukizingatia kumi na moja, kumi na tatu na kumi na tano, ukizingatia tayari Yanga Africans tunayo timu ya chini ya miaka kumi na saba ya vijana, tunayo timu ya under 20 na tunayo senior timu yetu maana yake tunampitisha mtoto katika njia sahihi kuelekea kwenye karia yake ya soka la kulipa. Sasa wazazi wengi kizungumza nao, wazazi wengi kizungumza nao, wana ndoto watoto wao wacheze mpira, lakini ile elimu sahihi ya mtoto wake kucheza mpira, ile eneo sahihi, kwa sababu unapozungumza umri wa miaka kumi na moja, miaka kumi na tatu, unazungumza mtoto ambaye inabidi apate maarifa sahihi, kuwe kuna eneo sahihi, kwenye usalama wa huyo mtoto, kuanzia security yake, afya yake na kila kitu, mzazi anapompeleka mtoto kwa sisi. Tumetengeneza soka school hii kwa kukata hizo age. Kwanza, tunakwenda kuweka maarifa sahihi kwa hao watoto, kutakuwa na mtaala sahihi wa elimu ya mpira kwa chini ya miaka kumi na moja, miaka kumi na tatu na miaka kumi na tano. Lakini namba mbili, Yanga African Sports Club, taasisi hii kwa ukubwa wake na heshima yake itamuhakikishia itamuhakikishia mzazi vitu vikubwa vitatu, ukiondoa mtaala sahihi. Vitu vikubwa vitatu vipata hapa kwenye Soccer School. Kwanza, taasisi yetu ni taasisi inayoheshimika, ni credible institution. Sio taasisi tu ya kawaida, ni taasisi ambayo wameshapita watu wengi wakafanikiwa kimpira, ni taasisi ambayo imeshasaidia watu wengi kwenye football wakafika katika karia za mbali. Achilia mbali wachezaji tu ambao mnaona watamba Afrika, wako wachezaji ambao wamepita Yanga wametamba pia barani Ulaya. Maana yake ukimleta mtoto wako kwenye Yanga Soccer School namba one utamleta kwenye taasisi inayoheshimika, credible institution. Namba mbili, tunakuhakikishia usalama wa mtoto wako. Usalama wa mtoto wako, anapotoka nyumbani, anapokuja kwenye kituo ambacho kitakwenda kutangazwa hapa, itakuwa wapi hiyo shule yetu, usalama wa huyo mtoto kwa muda wote ambao atakuwa, na jopo la wataalamu ambao yuko nao hapa Yanga. Namba tatu ni afya, tutahakikisha watoto hawa mbali na kuwaandalia mazingira mazuri ya kukua kimpira, kuwa na usalama sahihi, lakini pia wanakuwa na afya nzuri, ili tuweze kumwandaa mchezaji sahihi. Tunaposema afya ni konsepti pana. Tunataka huyu mtoto mwandae awe completely footballer, kwao tunamwandaa kwenye age under 11, under 13, under 15, mchezaji aliyekamilika tunamwandaa hapa. Kwa hiyo ukisikia afya usifikiri ni malaria tu tunaandaa mchezaji kwenye misingi sahihi ya afya ya mchezaji mpaka anakuja kuwa mchezaji aliyekamilika, anapotani kwenda professional. Na sasa hivi ukiangalia ndugu zangu, ni age ya 17, unaweza kucheza professional, unacheza kabisa professional football. Kwa ukija Yanga Soccer School ukapata misingi sahihi ukisha turn kwenye under 15, ukienda under 17, garanti guarantee kabisa kucheza kwenye professional football ukiwa na misingi sahihi na mwanzo ulimwagusia kuhusu taaluma mtaala sahihi wa elimu, kuna mzazi mmoja tulizungumza naye, yeye anatumia gharama kubwa kusafirisha mtoto wake kutoka hapa, amemtafutia shule nje ya mipaka ya Tanzania, akiamini huko ndiko kuna walimu sahihi wa kuweza kumfundisha mtoto wake acheze mpira haraka. Tanzania alikuwa haoni, kwa hiyo tulichokifanya sisi kwa sababu watu wanakimbilia elimu nje ya mipaka ya Tanzania, sisi tumekwenda kuchukua hao wataalamu, wataalamu ambao wazazi wa Kitanzania huwa wanasafirisha watoto wao kwenda nje kwa gharama kubwa kupata hiyo taaluma. Sisi tunakwenda kuleta wataalamu ambao wataiongoza hii soka school na projekti hii itakuwa chini ya technical director yetu PMT Fikiri, mnamuona ni itakuwa projekti hii ipo chini yake kwenye swala zima la kiufundi na la kumdevelop mtoto mpaka anapofika under 15. Kwa hiyo ni fursa, ni fursa kubwa kama ambayo CEO amesema. Ni fursa kubwa kwetu sisi wazazi, ni fursa kubwa kwetu sisi walezi, lakini kipekee ni fursa kubwa kwa vijana wa Kitanzania wenye ndoto ya kufika mbali kimpira. Sasa kwa fursa hii nimrudishie tena kipaza sio aweze kumkaribisha Paul Matthew azungumze kwa upande sasa wa hiyo taaluma na nini mzazi utegemee unapomleta mtoto wako wa chini ya miaka kumi na moja, kumi na tatu, kumi na tano. Nini maarifa mtoto wako atayapata based on mtaala wa kimpira ambao unatolewa kwenye Yanga Soka School.